Siku mbili zimesalia kabla Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kufunga dirisha la kupokea mapendekezo ya majimbo ambayo watu wanataka yagawanywe, lakini pia yale ambayo watu wanapendekeza yabadilishwe majina. Ni dirisha ambalo lilifunguliwa tangu Aprili 27 mwaka huu, kwa takriban sasa tutakwenda mwezi mmoja kukiwa na huo mchakato. Baadhi ya majimbo tayari yameshafanya yake ikiwemo pale Dodoma ambako katika jimbo lenye kata arobaini na moja mapendekezo ni kuwa na majimbo mawili moja likiitwa Mtumba na jingine Dodoma mjini. Lakini hiyo kama itoshi, pale Mbeya mjini na kwenyewe kwenye kata zaidi ya thelathini na tano hivi, na kwenye mapendekezo yameshawekwa mezani, jimbo moja linapendekezwa liitwe aliitwe Mbeya mjini na jingine Uyole. Lakini maeneo mengine ni pamoja na Kigoma ambako jimbo moja likipendekezwa kuitwa Kigoma mjini na jingine litakuwa jipya likiitwa Ujiji. Hali kadhalika pia Dar es Salaam imeshuhudiwa katika eneo la Ukonga ambako mchakato umekamilika hii leo kusema kwamba jimbo hilo na lenyewe sasa ligawanywe eh, na kuwa na majimbo mawili, moja liitwa Ukonga na jingine ni Kivuli. Miongoni mwa majimbo ambayo yamewekewa mapendekezo na sasa yameshatua juu ya meza eh, kwenda kule INEC ili kujua sasa mustakabali wa kuamua itakuwaje. Nakumbuka kwamba mgawanyo huu unakuja ikiwa ni baada ya miaka kumi tangu tume, wakati huo ikiitwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, kufanya mgawanyo wa majimbo ambako kulikuwa na majimbo ishirini na sita yaliyoongezwa. Wakati huu itakuwaje? Ni tumbo joto ambalo watu bado wanalo na wasijue kimuhemuhe chake kitamalizwa namna gani? Naitwa Nurdin Selemani ndiye ambaye ninakualika kwenye uchanganuzi usiku huu wa leo, yangu matumaini ya kwamba Allah amekujali ya afya njema na umeendelea kusalia nasi katika uchanganuzi. Hapo studio tumemwalika William Maduhu, yeye ni ofisa mchechemuzi kutoka LHRC ambaye pia amekuwa na o, karibu sana akifanya eh, na kufuatilia hali ya mambo kuhusiana na haya mambo ya uchaguzi. Karibu sana Madu. sana. Mambo yanakwenda ah, joto linaonekana linazidi siku mbili kabla mm. ya tarehe ya mwisho ambayo ilitangazwa na mm. INEC na tunaona leo pia mm. Dar es Salaam na yenyewe imeweka kete yake mm. e, muhimu nakumbuka kule Kigoma ndo kuna mm. yeah. majimbo kama manne hivi mm. ambayo na yenyewe mm. yanataka hali kama hiyo lakini in, sasa yeah. mm. e, kwa Dar es Salaam na wenyewe wamekwenda hivyo pale Dodoma. Deo. ni majimbo mawili ndio yameomba ya, ya hali Deo. kama hiyo. Hebu tuambie Deo. mchakato huu wa kugawa majimbo kwa wale ambao hawaelewi, wewe unakuwa na tija gani? Asante. Kwanza nafikiri kwamba mchakato wa ugawaji wa majimbo bwana e, Nudi ni kwamba ni e, mchakato wa kikatiba, ukisoma ibara ya sabini na tano ibara ya ndogo ya tatu E, moja majukumu ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ni pamoja na e, ugawaji wa mipaka ya kiuchaguzi, na ndio maana utakuta kwa mfano baadhi ya nchi tume zao za uchaguzi e, zina majina ambayo yameenda mbali zaidi, utatumia uchaguzi na mipaka, kwa sababu mm. pia, e, pia kazi yake nyingine no. sio tu uchaguzi pamoja na, ku, na ku identify maeneo ya kiuchaguzi sasa. Lakini pili ni kwamba zoezi hili ni zoezi la kisheria na kikanuni sasa ni kwamba e, uwakilisho wa wananchi e, unaongozwa na watu e, kwa maana kwamba wananchi wanachaguana wana, wana na wanamchagua mtu mmoja kwenda kuongoza. Sasa mtu mmoja huyo e, anawekewa standard za binadamu, anachoka, anajua kwamba e, tukimpa eneo la ukubwa gani lenye idadi ya watu wangapi lenye kata ngapi, anaweza kamudu kutekeleza majukumu yake pasi kuwa na shida yote napaa inapoonekana kwamba e, uwezo wa binadamu yote ile kuongoza eneo hili sasa hau, kwa namna yote ile hauwezi tena. Basi ndio mahitaji sasa ya kugawanya eneo hilo e, kutoka eneo moja kwenda jingine yanapokuja kwamba kwa hali ilivyo sasa, hapa hatuwezi kuwa na binadamu ambaye sio mashini, anaweza akapita jimbo lenye kata arobaini na moja peke yake. Kwa hali ya kawaida ni kwamba inakuwa, kwa hiyo mahitaji yanakuja kwa sababu mbili. Moja, kwa sababu ya, ya, ya, ya ukubwa wa eneo lenyewe kwa maana ya jiografia mm. Lakini pia e, ongezeko la wanaoongoza kwamba tunaangalia tu kwamba je, mtu mmoja ambaye ni mbunge na wakilishi wa nchi, anaweza kuhudumia wananchi wangapi, kwa, wa kwa maana ya e, level ya uwakilishi wenyewe, kwa sababu e, hawezi kuwakilisha watu wote. Kama ni jimbo, basi utaangalia capacity ya jimbo moja maximum liwe kiasi gani, na ndio sasa hoja e, ya vigezo vya kiuwakilishi kwa maana ya jiografia na idadi ya watu vinakuja. Kwa hiyo hoja kubwa hapa ni naweza sema ni, ni ni ni hoja mbili. Moja ni capacity hii binadamu kuwakilisha wananchi hao kwa maana wa ya ukubwa wake na idadi yao, lakini pili ni fursa za kiuchumi za eneo husika kwamba mm. eh, kama kuna fursa mbali mbali za uchumi katika eneo hilo eh, je, bado ya eneo hilo linahitaji kuongozwa na mtu mmoja katikati katikati liwe moja anajitegemea na jingine anajitegemea . Kwa hiyo eh, tija kubwa nafikiri inakuja ina, ina hapo mm. Hebu tuangalie mfano mm. jimbo kama uh, mm. Dodoma mjini lenye kata arobaini na mm. moja mm. uh, unaposema kwamba hili tunaligawa. Mm. Manufaa wa ya wananchi yanakuwa ni yapi? Yanafikiri kwanza kwa jimbo kama Dodoma mjini Nurdin ni kwamba mimi kwa yangu nafikiri kwanza imechelewa kugawanywa. Nilistahili kugawanywa tangu muda mrefu tu nafikiri kwa sababu ndo jimbo pekee nchi nzima linaloongoza mm. kwa kuwa na kata nyingi kuliko jimbo jingine lote. Na kata arobaini na moja kama ulivyosema. Lakini pili ni kwamba e, mbunge mmoja kumbuka Nurdin ni kwamba E, huyu mbunge hana ofisi. Unajua, mbunge ofisi yake ni, ni, ni wananchi wenyewe pamoja na bungeni ile muda wa wa vikao vya bunge. Sasa pige hesabu, huyu mtu mmoja ofisi yake ina kata arobaini na moja anaweza akajigaa vipi kuwakilisha wananchi wote na wote akatimizia mahitaji yao? Lakini pia pili ni kwamba kwa mujibu wa sheria ni kwamba kila mbunge kwenye kila jimbo ana fedha inayoitwa fedha ya mfuko wa jimbo mm. Sasa tupende angalia kwamba je kwa sababu fedha ya mfuko wa jimbo inagawiwa kwa usawa bila kujali ukubwa au udogo wa jimbo. Sasa piga hesabu, mbunge ambaye anapokea anaongoza jimbo lenye kata moja, bwana mmoja, anapokea kwa, kwa mwezi milioni mbili, na mbunge ambaye anaongoza jimbo lenye kata nane na anapokea milioni mbili. Nani ambaye anakuwa na wakati mgumu wa kuamua keki hii, ni wapi nipeleke kiasi gani na kwa sababu gani na kwa maana gani? Kwa hiyo hoja ya kugawanya na kuja kwenye hizo homa, nje tu ya idadi ya watu naowaongoza lakini pia mgawanyo wa rasilimali katika eneo husika kwamba e, fedha inayotoka mfuko wa jimbo inamfanya mbunge inamwia vigumu sana e, kuamua ni kiasi gani akipeleka kwenye kata gani au kijiji gani. Na kwa nini ndo zinakuta mda mwingine hoja ya malalamiko ya wananchi, upendeleo inakuja sasa. Ili kumfanya mbunge afanye kazi kwa ufanisi, asifanye kazi kwa pressure wa na aweze kuhudumia watu wake wote na kuwafikia, ndo zinakuja hoja kwamba kwa ukubwa eneo hili, nafikiri sasa ni muda sasa kuligawanya kwenda eneo e, jingine na hiyo baki eneo hili kipande hiki. Ili afanye kazi kwa ufanisi na kwa wakati bila ku Lakini pia hoja sio tu hiyo. Hata muda wa kampeni ndio tunaangalia kwamba mm. e, pige hesabu muda wa kampeni siku 90 mm. kuna jimbo linakata kumi e, na jimbo linakata 41 Obviously kwamba mbunge au mgombea anayegombea kwa jimbo linakata nane au kumi, e, yuko zaidi kwenye e, possibility ya kumaliza kampeni kwa wakati kuliko yeye ambaye anakata 41 Hata ratiba ya kampeni hawa watu wawili haiwezi kuwa sawa. Ratiba ya kampeni ya mbunge ambaye anagombea jimbo linakata 41 itakuwa ni tight zaidi huko. Huyu mwenye kata chache mm -hmm, mwenye kata chache ana uwezo kila siku kuenda kata moja akafanya kampeni na, na, na, na, na, akamaliza kata zote akarudia raundi ya pili ya tatu ya nne. Huyu mwenye kata arobaini na moja ni kwamba, e, maana yake kwa siku moja anaweza kaa na anafanya kampeni kata mbili, mwingine mpaka tatu. Kwa hiyo ugawaji wa majimbo hauangalii tu uwakilisho wa wananchi, unaangalia pia na ufanisi wa kutekeleza majukumu ya huyu mtu pasipo kuwa na wasiwasi wote. Lakini issue nyingine ni kwamba let's say kwamba kwa sababu bunge ni mwakilisho wa watu e, kabla ya bunge alijaanza vikao li vyake mbunge mara nyingi huwa anapaswa kupita kwenye kwa wananchi wake kusikiliza, kwa kwamba jamani bunge la budget inakaribia kuanza. E, naomba niwasikilizeni sasa niende bungeni nikaongea mambo gani? Sasa pige hesabu muda mdogo uliopo huo huyu mwananchi huyu mbunge aweze kupita kata zote za jimbo halafu aweze vikao vya bunge, sasa sababu anakwenda kuzungumza bungeni kuliflect ambao wananchi wake wamemtuma. Kwa, kwa mgawanyo wa majimbo anaangalia mambo mengi sana, lakini hoja kubwa ni hiyo ya kwamba kumfanya huyu mbunge huyu mwakilishi wa wananchi aweze kutekeleza ya majukumu yake pasi kuwa na wasiwasi pasi kuwa na na kushinda kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa taratibu ambazo yeye amejiwekea pamoja na hizo target. Eh, mwaka huu joto limeshapamba pamba. Kumbuka kwamba miaka kumi iliyopita ndio ilikuwa mara ya mwisho kugawanywa kwa majimbo ambako iligawanywa majimbo ishirini na sita na sasa mm. Kafanya nchi kufikia na kuwa na majimbo mia mbili sitini na nne mia mbili mm. kumi na nne kwa upande wa bara na hamsini kwa upande wa Zanzibar, Zanzibar. Mm. Tunaona pia kwa mujibu wa sensa na makadirio kwamba tufikapo mwaka e, 2050 tutakuwa ni mara mbili ya leo, maana yake kwamba tutafika zaidi ya watu Mm, milioni mia moja na ishirini. Mm, na moja ya kigezo inaonekana kwamba ni idadi ya watu katika kugawanya haya majimbo. Kwa uzoefu wako, mm. unadhani kwamba tutakapokwenda kadri miaka inavyozidi mm, uh, demand pia itakuwa ni kubwa zaidi ya kuwa na majimbo mengi zaidi. Nafikiri Nurdin, moja ya eneo ambalo kama nchi na naiona ni na changamoto ni kwamba ukisoma e, e, maelekezo ambayo tumeyatoa e, wakati wa mchakato mzima wa mgawaji wa majimbo, moja ya eneo ambalo tumeitoa maelekezo kwa hizi mabaraza ya madiwani, kama za shauri za ulaya pamoja na kama za shauri za mkoa, ni pia kwamba wanapofanya mgawanyo wa majimbo pia tumeizingatia, e, uwezo wa jengo letu la bunge kubeba wabunge, kama linachukua wabunge wangapi hiyo. Usisahau kwamba hata kama hawa waheshimiwa wa, e, wanaofanya haya mapendekezo, hizi kamati za, za ushauri za mikoa wakipeleka tume, tume itaangalia kwamba leo bunge letu kwa mfano sahizi Nurdin, ndio wabunge mia tatu tisini na tatu. Kwa ujumla wake hoja inakuja kwamba je, bunge letu kapasiti ya jengo la bunge lile lile, ule ukumbi pale ni kuchukua watu wangapi? Lakini hoja ya pili ni kwamba Nurdin, basi kama ndio hivyo, kwa utaratibu huo, kuangalia idadi ya watu kila baada ya miaka kumi, basi ipo siku Nurdin, tutavunja lile bunge pale, tupanue nafasi ili pate wabunge wengine kuingia pale kwa sababu kwa changamoto tunaiona ni kama changamoto ya kisheria. Kwa sababu gani? tunavyoza hapo ni pobubu, ni, ataba, ni temporary eh, qualifications tunafanya mm -hmm. mgawanyo wa majimbo kwa vigezo ambazo ni temporary, kwa sababu nchi zingine Nurdin katiba zao za nchi zimetaja very clear, kama sisi kama nchi tutakuwa na majimbo labda 200 au majimbo 100. Mfano, ukienda kama nchi Nigeria bwana mm. -hmm. Nurdin kule historia au historia ya ya ya ya ya, ya, ya, ya mgawanyo wa, wa majimbo hawana majimbo wameweka vigezo vya kudumu kwenye katiba yao. mm -hmm. Kwa e, kwamba, e, ya kwamba, kwamba ipo siku tutasema tuvunje lile bunge pale tupanue ukumbi ili tuweze kuwa na accommodation ya watu kuingia pale ndani, lakini ipo siku tutafanya tta, baadhi ya bunge wauzeni kwa njia ya Zoom sababu bunge itakuwa limejaa aina nafasi. Kwa mimi mchele wangu ni kwamba hii habari ya kuwa tunakadiria e, kila baada ya miaka 10 tutakuja na, na majimbo mapya ni habari ambayo ifika na wakati. Ifika mahala kama nchi tukubaliane kwamba tunataka uwakilishwe aina gani. Tunataka tuwe na majimbo ya kiuchaguzi mangapi kama taifa. Ili sahihi habari ya kwa kesi kutakuja baada ya miaka mitano kumi kwanza kuwaza majimbo nudi ni habari ambayo kwa kweli ileta tabu kweli. Lakini hoja pili ambayo ni msingi sana ambayo na mimi nilishangaza kidogo, ni kwamba tangu mchakato umeanza huu wa ugawanywa wa majimbo na mapendekezo ya mabaraza ya madiwani na hatimaye ngazi ya RCC, ni kamati ya ushauri ya mkoa mmoja pekee nimeishuhudia imekataa majimbo fulani fulani yasigawanywe, mm, ya mkoa pekee, nafikiri ni mkoa Kigoma. RCC ya mkoa Kigoma ndo kamati ya ushauri ya, ya mkoa pekee ambayo imegoma baadhi ya majimbo yasigawanywe. Hizi zingine zote zimeridhia mapendekezo ya mabaraza ya madiwani na hizo ma, na, na, na, na RCC eh, kama majimbo yagawanywe. Lakini ni fact kwamba kuna baadhi ya majimbo ambayo yana yanayopo kwenye orodha kwamba yagawanywe, nayaona baadhi yana sifa lakini mengi Nurdin, hayana sifa. Kwa mfano nakuambie, nimeona leo taarifa ya kamati ya ushauri ya mkoa wa Dar es Salaam ikipendekeza kwamba jimbo la Ukonga ligawanywe katika majimbo mawili. Jimbo la Ukonga kwa maana ya sifa ya uwakilishi wa wananchi kwa idadi ya idadi ya watu inaweza kuwa na watu wengi, lakini kwenye hoja ya jiografia ya 9 na kitu, lakini kwa maana ya jiografia lina kwa mfano ukiangalia jimbo mama la Ukonga ambalo linabaki litakuwa na kata saba. Halafu jimbo jipya la Kivule litakuwa na kata sita. Sasa tunarudi, lazima kuwa na jimbo la uchaguzi lenye kata sita. Kwa sababu ni masuala fulani fulani kwamba tuwe na jimbo ambalo mbunge wake anaongoza wananchi kata sita peke yake. Sasa tofauti yake na mtu ana nini wapi, tarafa iko wapi, tarafa ina, ina kata ngapi? Ina kata nne. Kwa tofauti yake na mta tarafa inakuwa na kata mbili, kwa hiyo mimi binafsi kwa mkoa Dar es Salaam ni mkoa ambao ndio unaongoza kwa kuwa na piga kura wengi kuliko mkoa mwingine wote, kwa sababu ni jiji. Lakini kwa maana ya jiografia majimbo iko condensed. Kuniambia leo kwa ngoe majimbo mawili, jimbo moja kata saba jingine kata sita, inapata waswasi. Lakini cha pili kwa badudi moja, kigezo ambacho tumekiweka cha kuwa na jimbo la uchaguzi pia mjini ndio inapiga kura sipungua laki sita. Sasa kuchukua laki tisa nudi kagama mara mbili anako napata laki nne na hamsini, tayari kigezo cha idadi hmm, laki ya watu kinakataa, lakini pia kwa jiografia pia kwa maana ya ukubwa, bali unaona kwamba sifa zinakosekana. Lakini kwa majimbo kama Dodoma mjini utaona kwamba kwa maana ya jiografia lina vigezo kwa e, kwa kwa e. Lakini hoja nyingine ambayo ni muhimu zaidi ambayo tumeiweka ni hoja ya mgawanyo wa bunge wa viti maalum, kwamba inavyoweza e, majimbo mengi ndipo pia ongezeko la bunge la viti maalum lina lina hilo hilo hilo hitajiko linaongezeka. Lakini pili kwamba, e, hapa, kwamba, la bunge, ni kwamba kuna issue ya gharama hapa Nurdin kwamba kumbuka leo tuna bunge 393 unapoongeza bunge wengine kunaweza kuwa na faida kwa maana ya uwakilishi, lakini pia hasara kwa serikali kwa sababu kwanza bunge lenyewe kutakuwa na ongezeko la posho hapa Nurdin, kutakuwa na ongezeko la, la malipo ya mafuta na kadhalika na mambo mengine ya kiutawala kutakuwa e, na ongezeko la uwe na ofisi sababu mbunge pia na ofisi pale halmashauri, kwa na ofisi nyingine pale ya mbunge halmashauri, hata kama ana nafasi basi wa, wa, watoto kaka eneo fulani hivi wampe space mbunge mpya apate ofisi pale kwa. Kuna faida za za huu mchakato lakini nuli ni kuna e, madhara pia ya gharama za ki, serikali, lakini ingawa ndio sema kwamba anapata hofu kwa maana kwamba kamati nyingi za shauri za mikoa wote hawa majority zimeridhia kwamba majimbo haya ya gawanywe, na kwa mfano leo nimeona pia mkoa wa Tanga anapendekeza e, <laughs> e, pamoja na jimbo la Kirindi, ya kati ya yale, nafikiri, jimbo moja na kigezo cha jiografia ni jimbo la Handeni, na, kata 30 na, na, napata na na, na, na wasiwasi. Kwa hiyo ni mchakato ambao uzuri ni kwamba hawa tume imeamua kufuata mchakato wa demokrasia, wanapeka pendekezo, lakini maamuzi ya mwisho ni kwamba tume itafanya uamuzi ya majimbo mangapi na yapi yana vigezo aaua ya majimbo mapya. Lakini binafsi kinauliza na, na majimbo mengi yanashindwa kupata qualify kugawanya kwa majimbo mapya. Eh, mm. yes. uh, ni Maduhu William huyu ambayo tunapo sote kwenye uchanganuzi hapa tukiendelea kupitia, lakini tutakuonesha baadhi ya majimbo ambayo Uh, tumeyachagua uh, kuhusiana uh, na idadi hii ni, ma, ni mapendekezo ya majimbo ambayo uh, yanayotaka kugawanywa pale kwenye Dodoma mjini. Idadi ya kata ni 41 kumradhi kwa hmm. kuonekana ishirini uh, ni 41 ambako watu wake ni laki 7, 65, 179, wakati Mbeya yenye kata 35 watu wake ni laki 5, 41, 163. Kigoma yenye kata kumi na tisa ina watu laki mbili elfu thelathini na mbili mia tatu themanini na nane wakati Ukonga ambayo leo ndio imekuwa habari ya mjini yenye kata kumi na tatu ina watu laki tisa elfu ishirini na moja, mia nane hamsini na saba. Hapa studio sasa tunaungana na meya wa Dar es Salaam Omar Kumbi la Moto ambaye yeye pia alikuwa polewa wakati RCC ikipiga muuli wa moto kusema Uh, jimbo la Ukonga ligawanywe ili kupata majimbo mawili ya Ukonga na Kivule. Tuazie mm, kwako, nimekuwa na madu hapa na mjadala mrefu kuhusiana na vigezo ambavyo vinatumika huku. Uh, swala la idadi ya watu na jiografia nayo pia ikionekana uh, ni moja ya vitu muhimu. Kwenu nyie mpaka leo umefikia kusema kwamba jimbo la Ukonga liingie kwenye mchakato. Ah, asante kwanza nishukuru kwa mwaliko yeah. Lakini niombe radhi kwa kuchelewa, tulikuwa na iftari ambayo iliandaliwa na ndugu zetu wa DAWASA mm, chini ya waziri wetu mpambanaji kakangu Juma. Kwa hiyo hilo, hilo, niombe radhi sana, lakini nimesikia mada juu ya mgawanyo wa majimbo, na nipongeze tume kwa kwa ushauri wao ambao wamekuja nao, na sisi kama tulianzia kama kwenye baraza la madiwani, lakini tukaja kwenye kikao cha DCC, tukafanya maamuzi na then leo tukafanya ara sisi chini ya mpambanaji wetu kakaangu Charamira na tukafanya maamuzi ya busara kutoa mapendekezo kwa, tumewapelekea mabosi zetu tume, na wao watakuja kuangalia ile mapendekezo, mapendekezo ambayo sisi tumeyatoa yeah. Mm. Moja jambo ambalo tulikuwa tukigusia hapa na maduhu ni kwamba swala la kijiografia, ikiwepo idadi ya uh, kata sehemu nyingine imeonekana ni kigezo muhimu sana, mfano Dodoma mjini jimbo lina kata arobaini na moja lakini kwa upande wa Ukonga kuna watu wanatilia shaka, wanasema kata 13 ukizigawa, maana yake lazima utaweka sita kwa saba. E, wengine wanasema kwamba itakuwa ni kama mtu ambaye anaongoza tarafa hivi. Mm. Licha kwamba kigezo pia cha idadi ya watu ni moja ambayo aina kinayonywa na wanakishikilia. Mm. Kwa upande wenu hamkuchuja hili jambo labda na kuona hili swala la kuwa na kata chache naweza likatia dosari. Ah, ah ah, kwa mujibu wa wa wa vigezo ambavyo tulipatiwa na tume vilikuwa vimekizi vigezo na nilimsikia mtaalamu wangu hapa akisema kwamba kata sita kwa kata saba, saba. Nitoe mfano hmm. hai tu jimbo la Ilala lina kata takribani kumi, ukiangalia population yake uh, ni kama watu laki moja na, na, na, na, na point. Lakini Ukonga uh, jimbo lake lina watu takribani laki tisa na elfu hamsini. Kwa mgawanyo ambao tumeupata leo uh, maana yake ni kwamba Ukonga hii mpya inaenda kuwa na watu kama laki nne na elfu sabini fulani hivi na huku wanaenda kama kwe laki nne na pointi fulani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba mgawanyo wa kata si shida, shida ni ile populesheni ya watu, ni wengi sana. Kwa mfano ukichukua uh, kata kama ya Ilala, wananchi wake hawazidi elfu ishirini, hawazidi, ni elfu kumi hadi kumi na tano. Lakini nenda kata ya Majowe, hadi hivi sasa, katika uh, takwimu za sensa, ina wananchi takriban laki moja na elfu kwa hiyo ishu sio kata sita, ishu inakuja wingi wa watu waliokopo pale. Kwayo, tukasema, lijimbu, kwa hiyo tukasema tukikata hili jimbo maanake tutapeleka huduma kwa, kwa mfano uh, ndani ya wiki mbili zijazo tunaenda, tunaenda kusaini mikataba ya, ya barabara ambayo tumepokea fedha takribani bilioni 11 uh, kutoka kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan na zile tumezigawa kwenye majimbo matatu manake jimbo la Ilala Ukonga na la Segerea kwa dadangu Bona Kamoli. Kwa hiyo kwa ujio wa hili jimbo jipya maana yake wananchi sasa Ukonga wanaenda kupata fursa nyingine katika hili jimbo jipya na wananchi wa Chanika wanaenda kupata fursa nyingine katika hii keki ambayo sisi tumeweza kuipata. Kwa hiyo mgawanyo utarahisisha huduma uh, kwa wananchi kuwafikia kwa haraka sana. Ikizingatia kipaumbele chetu sasa hivi ni barabara. Na lingine ambalo nikupe faida uh, nadhani ndani ya wiki tatu zijazo tunaenda kutangaza tenda za hospitali za kisasa zenye thamani ya takriban bilioni 15 na fedha tayari jiji hizo tunazo, Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan tunamshukuru, zimeletwa. Maana yake nini? Tungelikuwa na jimbo jipya, tungekuwa na hospitali zaidi ya nne, maana yake ni kwamba huduma ingewafikia zaidi wananchi. Kwa hiyo mgawanye mgawanyo uko sawa. Ishu ya, ya, ya, ya kata sio tatizo, changamoto kubwa, kata zina watu wengi sana, ndio maana tukasema ni busara kuweza kuzigawa. Hmm, kuna wale ambao fikra zao zinasema kwamba kuongeza jimbo katika mkoa kama Dar es Salaam kwanza ni kuongeza gharama, lakini wanaamini kwamba uh, kwa mazingira yalivyo katika mkoa wa Dar es Salaam maeneo mengi yanafikika, kwa hiyo huyu mbunge anao uwezo wa kufika kiurahisi na ingetosheleza kubaki hivyo. Mtazamo wao, wewe unaweza ukawa unaunga mkono kwa kiwango gani ama unapishana nao kwa kiwango kipi? Mi, asante kwa, kwa, kwa swali zuri. Nitoe tu faida kaka yangu Jelisra, mheshimiwa waziri anaongoza jimbo la watu laki tisa zaidi na elfu hamsini ukiangalia mipaka yake ya jimbo la Ukonga ili ambayo tuliizungumza sasa hivi kabla kukatwa hmm. ukiangalia mipaka yake alafu toka hapa nenda zingiziwa nenda kaiangalie majoe toka majoe alafu toka hapo nenda maeneo ya, ya Mzinga nenda Chanika nenda uh, maeneo ya, ya, ya Ulongoni maanake unaona ana burden kubwa sana ya sasa, hawa kusema kuwazungukia wote kuwafikia inakuwa ni shida sana, lakini hilo la kwanza. Kile la pili, faida anayoipata mbunge ana, an, ana fursa mbili au tatu. Kwanza ana fursa kutoka serikali kuu ambapo ana uwezo wa kumwomba mheshimiwa rais kwa kupitia bunge, fursa ya kwanza. Lakini fursa ya pili, mbunge ana ule unaoitwa mfuko wa jimbo ambao unaharakisha maendeleo kwa wale wananchi. Kwa hiyo niseme na, na, na hilo la pili, lakini la tatu, mbunge ana fursa vilevile vile, kuja kuisemea kwenye halmashauri kwenye baraza la madiwani kwamba ndani ya, ya, ya, ya jimbo langu kuna changamoto hizi hizi na hizi. Kwa hiyo hivi vitu vitatu peke yake vinaharakisha maendeleo la yale jimbo na mimi niseme tu kwa hili jimbo jipi ambalo linokuja yajayo yanakwenda kufurahisha hmm. Kwa nini? Watapata kiongozi, lakini atakuja kuchukua fursa za halmashauri kwenda kupeleka kule kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo hilo, mimi sina shaka na nani, watoe hofu sana wananchi, na niseme tumechelewa sana, na hata ukiangalia population ya watu wa Segerea na nadhani kwenye thate huko au thate faivu itakuja hiyo hadi hivi sasa Wanyamwezi na Wasukuma wanazaliana pale, ina maana dadangu Bona anaelekea kupata wananchi takriban laki saba. Sasa laki saba hayo uwezi kukompea kum, kum, na kakaangu zungu ambaye ana wananchi labda kama laki moja na elfu ishirini hivi au laki moja na thelathini, na katika laki moja na thelathini wengi sio sio wakazi sana, wengi wa wapita njia hapa. Tulimpa tuimpa yeah, nafasi naye yeah. Uh, atupe yale ambayo alikuwa nayo kwa sababu ya aliyomkumba yeah. Uh, huko njiani yeah. Katika maeneo gani ambayo unaafikiana naye ya yeah, kwanza nafikiri nafurahi na kumwona mheshimiwa meya hapa kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi e, cha kujenga na kuwaelimisha wananchi wetu. E, naamini kwamba yeye kama mwanasiasa pia e, u, e, u, kitendo cha wao kupendekeza uwepo wa jimbo jipya. Nafikiri kwamba sasa ni muda kutoka kwenye umea sasa <laughs> kagombea kwenye jimbo jipya e, sasa ni fursa kwake, sasa aitumie fursa vizuri. Lakini nataka nijenge hoja katika masuala mawili, moja ni kwamba e, kwa maana ya jiografia na nijenge hoja tangu mwanzo kwamba jimbo la Kongo kwa maana ya jiografia linaweza kuwa na vigezo vya kutimiza kuwa jimbo, lakini kwa maana ya idadi ya watu e, nudi nikumbuka tume imetoa maelekezo very clear kwamba kwa majimbo kwa kwa ya mjini jimbo jipya lisipungue angalau pia kwa laki sita Mm, na kama jimbo vya vijijini wapiga kura wasiopungua okay, laki nne. Sasa mm. Nurdin na Mheshimiwa amenambia e, Ukonga ina wapiga kura laki tisa plus. Maana yake ni kwamba ukigawanya mara mbili, kutakuwa na jimbo lina wapiga kura laki tatu plus, na jingine laki tatu plus. Maana yake ni tayari laki sita, ambayo ni ya jimbo moja, yeah, e, inakataa. Lakini mm, pili, nimezungumza hapa kwamba, e, jimbo la Ukonga, kumbuka kwa mujibu wa sheria Nurdin, mbunge ni diwani. Mm. Kwa hiyo anaingia bunge lakini pia yule muda baada, e, vikao vya baraza la madiwani, anatena vikao vaaia madiwani kama diwani na mbunge anafanya gazi na madiwani kwa, kwa kwenye jimbo pale kwenye kata za madiwani, ma madiwani saasaana. E, jimbo la Ukonga ni jimbo kubwa kiasi hicho, bado naiona kwamba e, ni hoja ambayo e, kidogo nataka nijaribu na kwamba sioni kama jimbo hili lina vigezo li ya kubadilishwa asabaukamasmatangu kwa ni kwamba shida ya mkoa Dar es Salaam ni kwamba ndo mkoa ambao unaongoza kwa kuwa idadi ya wa watu wengi kuliko mkoa mwingine wote, na kwa sababu ni, ni moja tu kwamba ndio wanasema central zone ndo habu ya e, uchumi ndo habu ya mwananchi. Kama mwananchi ambaye e, yuko huko alipo atamani kuja kuishi hapa kwenye mkoa huu, kwa ni mkoa ambao e, e, kwamba ni kwamba 90% ya wakazi wa hapa soa, so wazaliwa hapa, lakini pili ni kwamba e, 20% ya wananchi ambao wanaishi hapa hawapigi kula nudi, kwa sababu mm. inakuta muda ambao leo anaishi hapa, hiyo ina mbaya, example shoko kwa population ya, ya watu wengi, unafika muda kupiga kula, hayupo tena hapa, kashaenda eneo jingine. Watu wana move kutoka eneo moja kwenda jingine mm. Kwa ni mkoa ambao tukienda kwenye vigezo hivi vya kuonesha majimbo di, nilikuwa nafikiri kwamba eh, majimbo yaliopo sasa, nafikiri majimbo kumi mm. yalikuwa atosha mno mm. kwa sababu okay. e, eh, kama nilivyosema kwamba kwa, sema kwa, kwa nature jimbo la Ukonga likigawiwa ipo siku tutapata mbunge hapa, ataongoza kata nne sasa. Mboni hatari mno yeye, hey. na nani atakuwa na tofauti sana na mtu wa tarafa. Kwa Mheshimiwa Kumbilamoto, sisi tunapongeza kwa maana ya kamati ya ushauri wa mkoa kufanya maamuzi hayo, lakini naamini Tume ya Taifa ya Uchaguzi itapitia e, mipaka ile ya uchaguzi itapitia vigezo vyote. Sasa nikiangalia hata kigezo cha cha fursa za kiuchumi, Mheshimiwa ameweka vizuri hapa kwamba inashangaza sana kwamba kuna mbunge anaongoza kata sita sasa Mm. Anapata fedha mfuko wa jimbo sawia na mbunge naongeza kata sita <laughs> ya jimbo <laughs> la Kivule, unaona hiyo tofauti iliyopo. Wakati wetu umetukimbia kweli kweli na uh, tulimpa nafasi pia uh, mea hapaakumbila oh, moto ili naye aweze kuchangia na ametupa picha ya yale maeneo ambayo anadhani ilikuwa ni sababu ya RCC hii leo kupiga muhuri wa moto kuhakikisha ya kwamba Uh, jimbo la Ukonga linakwenda kugawanywa na mapendekezo sasa yanakwenda kutua mbele ya INEC ambao watakaofanya uamuzi. Nikushukuru sana. Uh, asante, pole sana kwa yaliyokukuta njiani. Nashukuru. Naam. Ni Meya wa Dar es Salaam Omar Kumbila Moto lakini pia tumekuwa naye uh, William Maduhu yeye ni ofisa uchechemuzi kutoka LHRC ambao tumekuwa nao kwenye uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tukiangazia namna ambavyo fukuto ama joto la kugawanya majimbo ambavyo mapendekezo yameendelea ya na leo ilikuwa nizamu ya Ukonga hapa Dar es Salaam, ambako huenda ikawa na majimbo mawili ya Ukonga na Kivule. Naitwa Nurdin Selemani, ni kutakia usiku mwema na Ramadhan karimu kwako wewe ambayo unaendelea kufunga bila kusahau kwa rezima njema kwako. Kwa heri na usiku mwema.